Ndugu wananchi wa mkoa wa Arusha, mkoa wetu ni miongoni mwa mikoa ya Tanzania ulionufaika na kujipambanua kwa fursa mbalimbali zikiwemo fursa za mikutano. Mikutano kwetu hutuletea wageni, na wageni hutuletea uchumi unaogusa katika sekta mbalimbali. Itakumbuka mwaka jana, mwaka 2024 Agosti, Daktari Samia Suluhu Hassan alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa asasi za ushirikiano wa siasa, ulinzi na usalama wa nchi wanachama wa Sadeki, na nafasi hiyo inampelekea mkuu wetu wa majeshi CDF Jacobo kuwa mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya nchi wanachama wa Sadeki. Na kwa namna ya kipekee kila mwaka huwa kuna mikutano, na mkutano wa thelathini na tatu wa mwaka huu bahati imetudondokea, wana Arusha, unafanyika katika mkoa wetu wa Arusha heshima ya kipekee kuwatangazia wananchi wa Arusha ya kwamba wakuu wa majeshi wa nchi a wanachama wa Sadeki wataingia katika viunga vya mkoa wetu Arusha kutimiza majukumu yao ya kuwa na mkutano wa 33 utakaoanza tarehe 26, maana kesho mpaka tarehe 31. Mkutano huu ni mkutano wa kawaida, watapata nafasi ya kujadili mambo kadha wa kadha ya ulinzi na usalama katika ukanda wa Sadeki, na baada ya jukumu hilo watakuwa na shughuli zao katika viunga vya mkoa wetu ikiwa ni sehemu pia ya kuchachusha sekta yetu ya utalii. Naombe wananchi wa mkoa wa Arusha, mtakapowaona wanajeshi hawa katika viunga vya mkoa wetu, msiona hofu yoyote ile. Ni askari wa majeshi ya nchi wanachama wa sadeki wanatimiza majukumu yao ya kulisimamia na kupanga mipango ya kuhakikisha sadeki inabaki kwa salama. Tunachukua nafasi hii kumpongeza sana Daktari Samia kwa kuchaguliwa kwake kuwa mwenyekiti wa asasi za ushirikiano wa siasa, ulinzi na usalama katika ukanda wa sadeki, na kwa jukumu hili kubwa lilokuwa nalo la kuhakikisha si tu Tanzania inakuwa salama, bali Afrika chini ya umoja wa sadeki inaendelea kuwa salama. Tunamwombea Daktari Samia ambaye ni amiri jeshi wetu mkuu, lakini pia tunamwombea mkuu wetu wa majeshi ambaye ndio mwenyekiti wa kikao hicho ya kwamba kikao kiende vyema na wanapojadili mstakabali wa amani na utulivu katika nchi za Sadeki, basi Tanzania tuendelee kuwa vinara. Mwisho si kwa muhimu, watoa huduma katika sekta mbalimbali mbali, ni waombe na kuwa si, wahakikisha kwamba wageni hawa wanajeshi wetu hawa wa nchi mbalimbali za wanachama wa Sadeki wanapata huduma nzuri. Wakihudumiwa vyema, watarudi katika nchi zao, watashawishi mikutano mingine ije katika mkoa wetu na kadri tunavyozidi kupata mikutano katika mkoa wetu tunazidi kujenga uchumi wetu, si tu uchumi wa mkoa bali uchumi wa mtu mmoja mmoja. Uchumi ndio kila kitu, lakini hatuwezi kuwa na uchumi mara kama hatuna amani. Niendelee kwa si tena, tuendelee kulinda na kutunza amani ya mkoa wetu na kuhakikisha kwamba kila anayekuja anauona ukarimu wetu wa huduma, upendo na kama ambavyo tulivyo Watanzania, tukihakikisha kwamba tunamwakilisha vyema rais wetu kwa kufanya kazi kwa bidii. Naendelea kuwasihi tena, tunapoendelea kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tujue ya kwamba anayo majukumu makubwa, si tu ya kulinda Tanzania bali ya kushirikiana na marais wa nchi wanachama wa Sadeki kuhakikisha kwamba Sadeki iko salama. Na baada ya mkutano huu wa 33 utakaofanyika kuanzia kesho tarehe 26 mpaka tarehe 31, inatarajiwa pia kuwa na mkutano mwingine wa mawaziri ambao tutautangaza kama itatokea utafanyika katika mkoa wetu. Tuwahudumieni vyema ili na mawaziri nao waje katika mkoa wetu, tuendelee kutengeneza pesa. Arusha ni mpango wa kusaka pesa. Asanteni, nawatakia kila la heri.